Miongoni mwa maandalizi yanayofanywa na Walibya wa kwa ajili ya kukaribisha sikukuu ya Idi al-Adha hapa mjini Tripoli ni kununua wanyama wa dhabihu kutoka maeneo maalum ya mauzo ambayo hupatikani karibu kila mtaa na sehemu Kondoo wa Libya unajulikana kuwa miongoni mwa aina bora zaidi na una sifa ya kuwa mkubwa kwa umbo na mwenye ladha tamu ya pekee. Vilevile Walibya hununua vivaa vinayosaidia kuchinja, kukata na kuchona ngozi ya wanyama wa dhabihu kama vile viso vya ukubwa mbalimbali. Pia hununua vyombo vya

Wakianza kwa kutaja bismillah na kumdhukuru Mwenyezi Mungu, wanafamilia hushirikiana katika zoezi la kuchinja, kuchona ngozi na kusambaza au kukata nyama. Mila ambazo wa Libya hufuata wakati wa sikukuu ni kuandaa vyakula vya asili kama chakula kiitwacho osban katika maandalizi hayo husafisha tumbo na matumbo ya kondoo, kisha huyajaza kwa mchele, mboga mboga, nyama na ini la kondoo, kisha hupikwa. Osbani ni mlo maarufu sana wa Libya na una ladha tamu sana. Vilivile wa Libya huchoma nyama mchana kutwa na, hu na huandaa aina maalum za salat kwa ajili ya sikukuu. Mwishi wa Libya hushirikia Idi al Adha kwa kukudhihirisha uh, takbira na kuonyesha umoja, ubendo na kufuata taratibu na sheria za dini ya Kiislamu. Nyote mnakaribishwa Libya, karibuni sana.